Ufahamu. Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yanayofuata. Alama 15. Nchi ya Kenya inaibukia kuwa kitovu cha mitandao ambayo imekuwa ikijihusisha na ulanguzi wa wasichana wachanga kutoka wilaya ya Moroto, eneo la Karamoja, nchini Uganda. Naibu kamishna wa leba Bonaya Kase alisema kuwa watu hao wamekuwa wakitumia mipaka na kiwango cha juu cha umaskini cha jamii zinazoishi katika eneo hilo kuendesha biashara hiyo wasichana wengi huwa wanasafirishwa hadi mtaa wa Isne jijini Nairobi ambapo huwa wanaajiriwa kama vijakazi. Ni huko ambako huwa wanafanyiwa ukatili wa kila aina ambapo baadaye wengi wao hupata mimba wakiwa bado wachanga, akasema akihutubu katika kaunti ya Bungoma wakati wa maadhimisho ya siku ya kitaifa dhidi ya kazi ya, lazima kwa watoto. Bwana Kase aliwaonya wa Kenya dhidi ya kuwaajiri na kuwanyima watoto haki, uhuru na furaha yao ya utotoni. Meleja wa miradi katika shirika la kimataifa kuhusu leba ILO, Grace Banya alisikitika kwamba wazazi wanatumia watoto kama wafanyakazi. Alisema kuwa wanashirikiana na wadau muhimu wakiwemo polisi, afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ODPP, maafisa wa idara ya mahakama na wale wa idara ya uhamiaji kumaliza ulanguzi wa watoto nchini. Kenya ni kitovu kinachotumika katika ulanguzi wa watoto ili kuwafanyisha kazi za lazima. Tunahatarisha nafasi ya nchi hii ikiwa hatutachukua hatua za dharura kukabiri hali hiyo, akasema. Hapa nchini kaunti ya Bungoma inatajwa kuwa miongoni mwa zile zilizoathiriwa zaidi na hali hiyo, kwani ilibuka kuwa jumla ya wanafunzi elfu kumi na watano mia sita themanini waliacha shule. Naibu gavana wa kaunti hiyo Bigen Pambatiani alisema kuwa visa hivyo vinatokea kwa wingi katika maeneo ya Mlima Elgon, Bumula, Tongareni, Kimilili na Chwele kwani watoto wa kati ya umri wa wa miaka minane na kumi na mitano wao wanaajiriwa kama vibarua katika mashamba ya miwa na viazi, kuchunga mifugo, kutafuta kuni, kati ya kazi zingine. Kwa upande mwingine, kuna ongezeko la visa vya watoto wanaoingizwa katika ukahaba katika barabara ya Bungoma hadi Malaba, katika eneo la Kundanyi ambapo madereva wa matrela huwa wanaegesha matrela yao nyakati za jioni, akasema Bimba Tiani. Alisema kuwa wanabuni rasimu ya sera ya kuwalinda watoto katika kaunti ya Bungoma ili kuwalinda watoto dhidi ya kutumiwa vibaya. Watoto wengi huwa wanaingizwa katika kazi walizofaa kutokana na ukosefu wa taasisi maalum ya kufuatilia maslahi yao. Ukosefu wa taasisi hiyo ndio unatajwa kuchangia ongezeko la visa hivyo. Baraza la Kitaifa la Huduma za Watoto NCC linakisia kuwa karibu Wakenya elfu kumi na saba na mia tano wa wanasafirishwa kila mwaka kufanya kazi za ujakazi, kazi za lazima na ukahaba, ambapo nusu yao huwa watoto. Maswali. Eleza jinsi dhuluma dhidi ya watoto inavyojitokeza katika kifungu ulichosoma alama mbili. Mwanzo kuna kule kufanyishwa kazi kwa lazima na pili ni kuingizwa katika mambo ya ukahaba. Na maudhui manne ambayo Bwana Bonaya kazi anadokeza katika mazungumzo yake, alama nne. Aya ya kwanza maudhui anayoleta Bwana Bonaya ya kwanza ni ulanguzi wa wasichana wachanga. Maudhui ya pili ni umaskini, ambayo tunaweza kusema ni ukata au ule uchochole unaopelekea kuendeshwa kwa biashara hiyo haramu. A, jambo lingine ambalo tunaliona pale ni maudhui ya ajira ambapo watoto wasichana wanatoka kutoka eneo moja wakielekea kwingine, hasa uh, so wanapotoka eneo la Karamoja kuelekea Isiolo kufanyishwa kazi hiyo. Pili, kuna maudhui ya usafiri ambapo wasichana wanasafirishwa kuelekea mtaa wa Isli. Kisha kuna maudhui ya ukatili ambapo anasema ni huko ambako wanafanyia ukatili haina, wa kila aina, ambapo baadaye wengi wao hupata mimba uh, wakiwa bado wachanga. Hivyo pia tunapata maudhui ya dhulma. Mm -hmm. suluhisho kwa matatizo yanayowakumba watoto kwa mujibu wa kifungu alama mbili kutoka mwisho, tunaona kwamba kuna kubuni kwa sera ya kuwalinda watoto katika kaunti ya Bungoma ili kuwalinda dhidi ya kutumiwa vibaya. Pia tunaweza kuwachukulia wanaohusika katika biashara hii haramu hatua ya kisheria, wakiwemo polisi Inahara, inahatarishwa ikiwa hatua za dharura hazitachukuliwa kukabiliana na ulanguzi wa watoto. Taja washikadau wanaweza kushirikishwa ili kumaliza tatizo hili. Nchi inahatarishwa ikiwa hatua za dharura hazitachukuliwa kukabiliana na ulanguzi wa watoto. Taja washikadau wanaweza kushirikishwa ili kumaliza tatizo hili ni yaani Baraza la Kitaifa la Huduma za Watoto, uh. Uh, tunaweza kuwa na kamishna um, wa leba. Hivyo kitengo cha leba kinaweza um, kuhusishwa. Shirika la kimataifa kuhusu leba linaweza kuhusishwa. Uh, pia ofisi ya mashtaka ya umma inaweza kuhusishwa. Wazazi wanaweza kuhusishwa aswa wale ambao wana umaskini wanaweza kupewa njia za ujasiriamali, watoto wenyewe wajue haki zao na wengineo. Hata shuleni walimu wanaweza kuhusishwa, machifu, kila mtu, kila mtu ha? wanaweza kuhusishwa ili waweze kuwakamata wanaohusika katika biashara hii haramu. pe kifungu hiki anwani mwafaka. Kipe kifungu hiki anwani mwafaka. Kipe kifungu hiki anwani mwafaka, alama moja. Naweza sema labda dhulma kwa watoto wasichana wachanga. Mchango wa wazazi katika kukiuka haki za watoto, alama mbili. Moja ni ule umaskini, hivyo unapata kwamba hawezi kutosheleza mahitaji ya kimsingi, na hivyo watoto hulazimishwa kwenda kujitafutia Um, riziki to wajibika. Msamiati ufuatao kama ulivyotumika katika kifungo, kitovu, alama moja, na maanisha katikati, cha kati. Nguzi ni kule kuchukua watoto au bidhaa gushe, kutoka sehemu moja kuelekea kwingine bila ya idhini.